Okay, sasa hii ndo account yako ya Bitabuy Market. Sasa baada ya hapo uta login katika account yako kama hivi, utaweka username lakini pia utaweka password ili uweze kuingia kwenye account yako. Kumbuka password yako ni siri yako. Baada ya hapo nitagusa sign in. Baada ya kuweza kusign in guys, kumbuka utapata utaratibu wa kuona account yako jinsi ilivyokaa na hii ndo dashboard yako, yani muonekano wa account yako jinsi ilivyo kwa hiyo baada ya kuona muonekano kama unaweza kuona kabisa hapa nitakuelekeza baadhi ya vitu hapo juu kabisa itakwambia hi Tanzania 255 hilo ndio jina lako then hapa chini itapata na kuonesha notification yani itakuwa kuonesha taarifa za maendeleo ya kila siku kama hapo itakuwa na taarifa kama unavyoiona sasa kwangu mimi hapa sasa hivi haipo ila zinakaa hapo kama kuna kuna task kutazama video utakuwa unaambiwa hapo na hii welcome bonus yani baada ya kujisajili tu nimepata welcome bonus na balance ilionayo mimi sasa hivi kwenye akaunti yangu ni laki saba. Kwa hiyo hii ni pesa ambayo nimeipata kwenye akaunti yangu ya Bitabuy. lakini kama unaweza kuona huu muonekano wote, unachotaka kufuata hapa baada ya hapo ni nini? Baada ya hapo utahakisha kwamba unaenda kwenye vile vimistari vitatu pale juu, twende pamoja, utaenda kwenye mistari mitatu hapo juu. Lengo ni kuelekeze uelewe vizuri namna ya kutumia akaunti yako ya Bitabuy market baada ya kufika kwenye vile mistari vitatu utaona taski nyingi nyingi, kama zilivyo itakuelekeza moja baada ya jingine. Lengo langu ni uelewe. Hii sehemu ya kwanza ni cash out, yani ukihitaji kutoa pesa yako na inaenda kwenye namba ya simu ambayo ulijisajilia na unaweza kutoa pesa katika video, TikTok, ads, yaani kila sehemu unaweza ukatoa pesa yako vizuri kabisa. Kwa hiyo ukija ukataka kutoa pesa yako utachagua sehemu ambayo unataka kutoa pesa, na baada ya kuchagua sehemu ambayo unataka kutoa pesa utaangalia namba na na yako ya simu inayoonekana ni sahihi, kisha utaandika kiwango ambacho unataka kutoa. Baada ya hapo utagusa withdraw, na baada ya withdraw, baada ya dakika moja mpaka tatu pesa yako itaingia kwenye akaunti yako ya simu. Then sehemu ya pili ni weekly challenge hii kwa agent, yani kwa mfano ukiwa agent na ukawa unafanya kazi vizuri yani unaitangaza vizuri Bitabuy basi kampuni nayo inakulipa, kwa sababu utakuwa unaonekana kwenye challenge hapo, kila wiki upo, kila wiki upo. Sehemu ya tatu ni welcome bonus. Ile welcome bonus ukitaka kuichukua uingize kwenye simu yako, basi unakuja kuichukulia hii sehemu ya welcome bonus. Yeah, ni muhimu sana na sehemu nyingine ni my team, yani watu ambao umewaalika wewe. Sometimes unaalika watu unaalika wewe, wanakaa hapo, lakini kuna hiki kipengele kinaitwa earnings, yani hapa ndivyo ambavyo zile kazi zote tunazofanya za kupata pesa zinakaa hapa. Invite a friend, utapata pesa kwa kualika marafiki. Karibu video ambayo unaitazama hii video unayoitazama hapa ni karibu video uta, baada ya kumaliza utalipwa, then then then youtube videos ads clicking yani question hizi zote ni njia ambazo zitakusaidia wewe uweze kupata pesa nyingi sana sana sana. Nitakuonesha mfano, kwa mfano hapa kwenye TikTok video. Uone jinsi video zilivyo na zinavyolipa. Leo utakapokuwa unatazama hii video utalipwa kiwango cha pesa ambacho nadhani kitakusupport kwenye mambo yako na harakati zako. Kumbuka ni lazima uelewe vizuri Bitabuy. Uelewe vizuri Bitabuy. Hapo unaona kuna video, video ngapi lakini kiwalisia, kuna aa na video kadhaa sio nyingi sana, video chache Um, hii bitabuy ikifanya vizuri itakusapoti sana. Mimi nataka uelewe vizuri, itakufanya uingie katika level nyingine ya maisha. Kwa mfano, niende kwenye youtube video hapa, nikuoneshe tu jinsi hizi video zilivyo, uone vile ambavyo zinafanya kazi. Umeona video zinaonekana hapa, zipo, anakuambia tazama video na uweze kulipa kiwango cha pesa. So video ni nzuri na zimekuvutia. So baada ya hapo unaweza kuona then, kuna kuna ads, kuna Facebook hapo, video za Facebook unatazama unalipwa na unavyokuwa tazama hapo, hakikisha kwamba pesa, pesa ambayo unakuwa umeipokea ndio ulioipokea, na usilazimishe kupokea pesa ambayo haujaipokea; ni pesa utakayoipokea, ndio ndo. Kwa kwasababu kuna utaratibu maalum ambao utakuwepo, kuna masuala ya ratiba, sio kwamba kila siku utaona video zipo, hapana, kunakuwa kuna ratiba maalum. Then kuna explore features, unaweza kununua internet bando huku kwa bei rahisi zaidi, kwa mfano GB moja kwa shilingi elfu moja then utajifunza AI forex move, utapata lakini wale wa kubeti pia ndo opcheni yenu pia mtakuwa mnapata uh, betting tips hapa. So baada ya kuweza kujua kila kitu hapa jinsi kilivyo, basi utatakiwa ujue kwamba njia kuu itakayokusaidia upate pesa nyingi sana. E, nyingi sana hizi, zile njia zote zitakufanya upate pesa, lakini njia nyingi ya kupata pesa sana ni hii invite a friend. Utakapokuwa kama wakala na ukaweza kualika marafiki wengi zaidi yangu ah uohiamoptwatu kwa sababu si ngumu pia, tutaelekezana tutafundishana. Hii Bitabuy ipo kwa ajili ya kukomboa kiuchumi. Kuna hii sehemu ya invite a friend, ndio sehemu ambayo utakuna tumia kupata marafiki kwa. Utakuja hapa, utaangalia hiyo link yako hapo mwishoni na username yako, utagusa hiyo alama ya WhatsApp na kuja kuituma kwa WhatsApp kwa kumtumia yule mtu, au utatuma kwenye inbox yangu hapa ili nikutengenezee link iliyokamilika zaidi, au kama unajua zaidi, utagusa hapo sehemu ambayo imeandikwa, hiyo sehemu ya mbele yake kidogo imeandikwa copy, utagusa copy, then utakuja kwenye WhatsApp utapesti. Baada ya hapo, nadhani umenielewa vizuri jinsi ya kuweza kuitumia akaunti yako ya Bitabuy Market. By the way, hii ni jukwaa ambalo ni pana sana, ambayo itakusaidia pia kuweza kufanya biashara, kuuza bidhaa zako na huduma kadha wa kadha. So baada ya hapo, naamini umenielewa kabisa. Um, kama utakuwa na changamoto utaniambia, lakini nitakuadi kwenye grup la WhatsApp kuweza kupata maelekezo zaidi, lakini kama utakuwa na maswali zaidi nitakuelekeza.